Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimekuwa na bahati ya kufanya kazi na marais karibuni watano tangu wa kwanza wakati wa uhuru Mwalimu Nyerere mpaka mzee Magufuli. Twende kwenye historia, nawakumbusha wa Tanzania, hata siku ile anafariki alisema, mimi najua nitakufa, najua mtalia sana, lakini tuombeeni kwa Mwenyezi Mungu, nchi hii naiacha ikiwa na umoja, amani, utulivu na usawa. Nataka mtambue kwamba wasia wangu mwendelee kuipenda nchi yenu, na katumia neno moja ambalo mmesikuelewa kwa nini atumia. Asema muipende kama mnavyopenda mama zenu. Sasa sijui mwalimu alikuwa na maana gani, mama zetu ndio wakina nani? Hao ndio wakina Samia Suluhu Hassan, ya kwamba muipende kama mnapenda mama yenu. Anasema mama zenu, kwa sababu wakina mama ana uchungu sana na mtoto, anampenda mtoto wake kwa sababu uchungu na jinsi alivyomlea mpaka kufika hapo ndio maana nasema kwa kweli wakina mama lazima tuwe na nafasi nzuri ya kuwaheshimu. Hilo la kwanza. Mimi baada ya kukaa na viongozi wote, sikufichi, nasema wazi kabisa kiongozi, Mheshimiwa Rais tuliye naye amejitahidi sana, amejitahidi sana kufata nyayo za wenzake, na ndio msemo wake wa kwanza aliyokuwa anatumia kwa kipindi hicho, anasema kazi iendelee, kazi zilizoanzwa na wenzetu tusije tukazidharau, siendeleze ndio anayotokea sasa. Mafanikio unayoyaona haya, kwa kweli ni imani aliyokuwa nayo ya kwamba wenzangu walianza vizuri, na mimi sina haja ya kufufua mengine mapya, tuendelee tuyakamilisha hayo waliokuwa nayo, na nakamilisha kwa spidi kubwa sana, na hatuna sababu ya kutompa tena miaka mingine mitano. Na mwanamke wa kwanza, mwanzoni tulikuwa na wasiwasi, mwanamke ataweza? mwanamke ataweza? ndio maana fujo hizi cha chache za wanaume kutaka kujionyesha, hatuwezi kutawaliwa na mwanamke. Lakini ameonyesha amefanya vizuri kushinda hata baadhi ya wanaume, na tuna imani tutafanikiwa tu mradi wote tushirikiane wote pamoja. Mimi sina wasiwasi, sina wasiwasi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, tutaki tustaki kipindi chake hiki alichokuwa cha miaka minne tu, mambo aliyofanya ni makubwa ambao tungeweza kutungutu angekuwa ametu wengine mtumie hata miaka kumi, lakini miaka minne amefanya maajabu. Mimi nadhani mwanzo wake ni mzuri sana. Hii miaka mingine minne mitano inayokuja atafanya maajabu. Wewe una haki sawa na mtu mwingine. Kura yako peke yake inaweza kumporomoa mtu, kura yako moja tu inaweza kumpandisha mtu. Msije mkadharau Watanzania, hasa vijana, msije mkadharau, hakuna kitu tutafanya makosa kama tusipokwenda kupiga kura. Tuliyojiandikisha, usipokwenda anaweza kuchaguliwa mwingine ambao kutegemea sasa. Ndio nafasi yako hiyo kwa miaka hii mitano, ukikosa utapata tena mpaka miaka mitano. Namshukuru Mungu uwe salama, unaweza kuata mitano usifike. Sasa Mungu amekupa nafasi ya uzima, tumia vizuri, naenda kapiga kura chaguu na mtaka